Hello, uh, Dr. Jimmy tena uh, karibu katika chaneli yetu ya JWS Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutaongelea faida za majani ya mlonge. Wengi wamekuwa wakituuliza mlonge majani yake ana faida gani? Kwenye video ambazo zimepita tumeongelea faida za mbegu za mlonge. Leo tupo kwenye majani yake. Kwa majani yanakuwa na faida kaza wa kaza ndani ya mwili wa binadamu. Nikukumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na koment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Faida namba moja ni kinga nzuri ya mwili uh, immune system, inaimarisha mfumo wako wa kinga ya mwili kwanini? Kwa nini? Kwa sababu kuna vitamini, uh, vitamini C ambayo inaongeza kinga ya mwili na pia inasaidia uh, kupambana na maambukizi mbalimbali ya magonjwa kama vile uh, mafua uh, na homa. Kwa hiyo ukitumia majani ya mlonge basi utakuwa umeweza kujiongezea uh, kinga ya mwili kuongezeka. Namba mbili, kuboresha afya ya moyo. Afya ya moyo kwa sababu ina vitamini A, C na E, pamoja na madini ya potassium na magnesium. Haya madini mazuri katika kupambana na shinikizo la damu. Kwa nini? Inaboresha ule mzunguko mzuri wa damu. Ina maana mzunguko wa damu ukiwa dhaifu au ukiwa na changamoto, basi jua itakuwa ni chanzo kimojawapo cha changamoto za moyo. Kwa hiyo ukitumia majani ya mlonge basi uh, utakuwa upo kwenye uh, nafasi nzuri ya kuondokana na changamoto ya afya yoyote ya moyo. Lakini pia upambanaji wa uvimbe na uchochezi, kwa mfano uh, matatizo ya magonjwa ya mifupa uh, vimbe tofauti tofauti ndani ya mwili wako, ambazo zinajitokeza nyingine zina sababu basi usiache kutumia majani ya mmea huu. Majani ya mmea huu yamekuwa ni bora, kwa sababu inaondoa ule uchochezi. Kwa hiyo una uric acid, basi tumia majani ya mlonge. Lakini pia afya ya ngozi. Kwa nini? Kwa sababu yana vitamini A ambayo ni muhimu katika afya ya ngozi. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea faida za vitamini zote, A, B, B6, B12, lakini pia E, C, K, tumeelezea kwa hiyo tafati tafatia kwenye video ili ufahamu, je vitamini hizi huwa zinafanya kazi gani, lakini pia vyakula gani vyenye vitamini hizi, je ni dalili gani ambazo zinaonyesha hivi vitamini imeweza kupungua. Na mara nyingi hizi vitamini na madini ndo haya ndo changa, ndo vitu ambavyo vinatupelekea atuwe na changamoto a katika miili yetu. Lakini pia a, a ba, ni kudhibiti uzito kwa sababu ni kudhibiti uzito kwa sababu ina fiber fiber, itakufanya au utajihisi umeshiba. Kwa hiyo unijihisi umeshiba, hautatamani ha, vyakula ambavyo vinazalisha mafuta na sukari a, sukari na na wanga kwa ajili ya kusababisha uzito kuweza kupanda. Kwa hiyo itasaidia katika kupungua kwa uzito, kwa sababu muda wote utajifili tumbo limejaa, lakini pia usim zwa sukari na mini usimamizi wa sukari, hapa tunasema itasaidia ufanyi, mara nyingi hii ni kisukari type 2 kisukari aina ya, ya pili ambayo itasababisha utendaji kazi uzuri wa insulini. Kwa hiyo insulini ikishafanya kazi vizuri, basi utaweza kuondokana na changamoto ya kisukari. Kuboresha afya ya figo, kwa wale wenzetu ambao una changamoto ya figo, madini kama magnesium na potassium ni mazuri sana katika kuimarisha afya ya figo na kuondoa sumu mwilini. Kwa wale watu ambao na sumu mwilini, mna changamoto ya figo, figo kuvimba, lakini pia figo kujaa maji, figo kuwa na mawe basi ndugu yangu, tumia majani ya mlonge. Lakini pia afya ya mmengenyaji au wa mchakato wa mmengenyaji wa chakula, kwa nini hapo? Kuna fiber. Tunavyoongelea fiber, ni nyuzinyuzi ambayo inasaidia kupambana na matatizo kama constipation, akutopata choo kabisa na kupata choo kigumu. Ndio maana fiber ni muhimu kwa sababu itakusaidia katika kuimarisha mfumo wako wa mmengenyaji wa chakula lakini pia inasaidia katika uzalishwaji wa damu uzalishwaji wa damu ndugu yangu a, kama una damu kama una upungufu wa damu mwilini unakuwa na damu a, chache damu inayozalishwa mwilini ni ndogo, una sikoseli anemia, basi Tumia haya majani pia. Tunawashauri kwa mama wajawazito, tumia mpara, majani ya mparachichi ni mazuri kwa ajili ya kuongezea damu, lakini kupunguza mafuta mabaya mwilini ambayo tunasema ni cholesterol ambayo ni LDL na kuongeza mafuta mazuri mwilini ambayo tunasema HDL. Basi tumia majani haya ya mparachichi, ya, ya, ya ya, ya mlonge ataweza ya kukusaidia, sori lakini pia katika kuzuia saratani. Kama una changamoto ya saratani, tumia majani haya, ni mazuri sana ya kuondoka ya kuweza kujenereti seli na kuzuia ukuaji wa seli uh, seli bila mpangilio, lakini pia kuboresha afya ya mishipa na damu. Ndio maana mara nyingi itazuia changamoto ya mishipa kupanuka damu Aa, na kupunguza shinikizo la damu na mwisho inasaidia katika kuzuia uh, uchovu. Kwa hiyo majani ya mlonge pia ni mazuri pale unapojihisi wewe ni mchovu, unapojihisi uh, hali unajisikia vibaya vibaya, basi tumia uh, majani uh, ya mlonge yataweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Tuambie hapo ni faida gani ambazo umezipata kwa kutumia majani ya mlonge. Tunasema sharing is caring. Uh, tuambie hapo chini na sisi tutaweza kujifunza kutoka kwako. Kama ni mara ya kwanza kufuatia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe na ukomenti, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.